Mke wangu kwa fundi, hatufiki tu. Sikiliza mimi, nishatembea hapa karibia maili mia moja mpaka saa hii. Umetembea? Tumetembea ndio, tumetembea. Sasa ndo unitembeze maili mia moja zote.

Sasa unakuja na mtu namna hiyo hiyowewaanusha na vingunguti sawa, wangu vingunguti hajazoea kukaa sehemu sokoni na taiz. Wewe mwenyewe unaelewa, nyumba yetu na taiz, mpaka juu ya bati taiz. Eh hey. Mbona kuweka area sawa. Station zetu tuone. Njoo hapa, anaonekana amesoma huyu. Yeye, nimesoma kweli yani. Jamani, karibuni mkae. Mbona mnakuamua? Mke wangu mimi unalazimisha tu kukaa sehemu, kama mimi mwenyewe nishazoea sehemu zenye tai hizi ujue. Sasa, mimi wangu kwa funi tu, mimi na kazi tu yani, kukaza. Eh bwana, maswala kukazana hapa hakuna bwana. Wewe una nini wako wewe utaka kumkaza nani hapa? Akazi mtu, sema ndio hivyo na kaza yani. Mambo yenyewe Ongea na fundi first, mimi nita kuondoka baba. Kanusha kauli yako. Mm -hmm. Mm -hmm. Nini tatizo? Fundi, nimekuja bwana, nimekuletea hii redio. Mhm. Ile ndio tutakuta kusikiza taarabu. Haisikiliziki. Mmeongo hata kusikiza taifa habari. Shida. Sielewi na tatizo ni nini? Taarabu isikilizike, huyu apenda Bongo Flavor huyo. Eh. <laughs> Aha. Lakini si kuna mende huko, si unifanya. Maana hata tuelewe. <laughs> Sikiliza, kwa kifupi fundi huyu asongee sana, umeona? Hiyo hiyo Radio inatakiwa kurekebishwa kama fevi, fanyeni nifanye manuva manuva hapo, mimi nikasikize Bongo Flava. Ujui Bongo Flava, nyimbo za Kihindi ndo zangu hey. Kwa hiyo hii radio na wanyima raha da nyamini maraha kabisa, sema hey. Mke wangu ufundi anatengenezaje radio hapa? hey. hey. mmefika kwani? mmepotea kwani? ah. mmepotea hapa hapa, kweli tumefika, kama kufika, tumefika kweli. Ngoja tuone, labda itapona si? Kweli itapona leo leo, mimi ninavona hivi Mm. Itapona. Nakwambia, um, kweli mke wangu kamauaotmkwagu mimi nimekwambia, ni sehemu hii hapa isiyo. Mimi wakati naingia tu hamna hata hii sehemu na nini. Mimi nimegundua kama mwenyewe atakuwa check ilivyokuwa Mama, nataka musuhule matatizo bwana. Redio yangu. Alete mfuko. Redio yangu. Lete mfuko. Kwa nyimbo tena za Kindi hapa. Nyimbo za Kindi? Aiyada. Haye. Lete mfuko tudumbukize. Mtalala vizuri tu. Hapa goli, mke wangu, leo tutalala vizuri sasa. Ndio. Hapa mtalala nyumbani chumba kizuri kabisa. Hamna tena kelele hapa. Umeona sasa mke wangu? Mimi nimekuja hapa nimekuta kabisa nyumba hii hapa haina tiles na nikajua hapa mafundi hakuna hapa. Mabokea, eba, eba, Asa, Sasa mambo gani tu. Mimi nimekuona amtakia mitaangaliaje? Eh bana. Sasa mimi wangu. Sasa nasema hivi kwa sababu mimi ndo mbabe, hakuna mbabe mwingine zaidi, wewe fundi, mimi nakuonyesha. Mimi ninachokifanya leo kisikia, Sharukani Vingunguti, ndo mimi. Nani? Nakachokufanya mimi wewe? Tulia, tulia, tulia mimi nataka kujua kitu. Mwati aje. Uto sawa kwenye maisha yako. Mwachiaje. Bas si. Nachukua redio naondoka nayo. Wewe nitakuumiza, niachie mke wangu. Ile redio ndani kuna memory yangu, nyimbo za kindi zote ziko humo. Na tulijua ni fundi, kumbe sio. Mwache aje, mwache aje tu, sijui kwamba mimi ni nani? Kwani yeye nani? Mwana shekani, shekani ndio hapa <laughs>